Eh? Hii manyumba yote haifanani? Unajua nilikuwa naona watu wanapiga kelele ati oh kabisa sasa ndio empowerment. Hapana. Hata empowerment ya shilingi milioni tano itabadilisha familia zaidi ya 30. Hata empowerment na milioni kumi. So usijifananishe na mimi ati oh kabisa ndio wanafanya empowerment kubwa. Hapana. Popote unaweza kufanya. Ufanye. Eh? Popote unaweza kufanya ufanye na wewe Wamunyoro, tafuta apo kitu ya kufanya, tafuta hata madira hapo kitu ya kufanya. Ndio hapo wewe oh, unaza shida unapo na unakuwa na uchungu mingi na boda boda na matatu yani unapiga kelele mpaka unaweza pasua microphone kwa sababu ya vitu tu yenye inaweza changu, na bado nitafanya nyingine. Wewe Wamunyoro utakupa ukiangaika <laughs> <laughs> <laughs> Okay, okay, ukiangaika oh, oh, wao wanafanya hii eh, wanafanya hii hey, yeah, yeah, na mujipange vizuri.

Kwa hii kazi tunafanya si ndio kuomba kura. Si ndio tunaendelea tunazidi kuomba kura. Si nyinyi mtajaza? Si yes. Kura lazima ijae? Yes. Eh, isipojaa tunajaza na e watu. Si ndio tunajaza na mawe, tutajaza na kura. Eh, yeah. Tunaenda Ukambani tumeomba, tunaenda wapi tumeomba, tunaenda kila mahali tumeomba. Wale watatupigia na tukiona kidogo, ai ai ai ai ai jai, tunaomba ya kujaza yaani lazima ijae, lazima kura ijae. So msijisumbue nyinyi, muombe kura na mtembee na kufanya kazi. Jengeni hata toilet eh, jengeni hata kitu hapo. Mko na slogan ya kutembea naye, muache kuke. Sasa niwaulize nyinyi wananchi, kama mtu anaomba kura hapa Kapseret, tunashindana na yeye, halafu kila akisimama tu Sudi lazima aende nyumbani. Akisimama tu anawaambia, kuna kuna mtoto mgonjwa hapa, anasema hapana, Sudi lazima lazima aende nyumbani. Akaambia kuna kanisa inataka ijengwe hapa, anasema Sudi lazima aende nyumbani. Sio, mtu ni mjinga akupendukia. Sasa hii group ya kina Wamunyoro ni wakumbafu ya mwisho. Kazi yao tu William Ruto. Hata akiota usiku, hata ukiulizwa, lazima wewe mtu anawataka William Ruto. Kwa sababu kila siku William Ruto akiamka, William Ruto. Akisimama William Ruto. Akisimama Kasongo. Tumekubali Kasongo. Wacha na huyo Kasongo afanye kazi ya sogoni aendelee kujenga nchi. Wewe tafuta kitu ya kufanya. Ite majina yote, tuna welcome majina yote yeah. Au wache chuki, wache ukabila hapo, na chuki mingi na ukabila mingi. Sisi hapo wazingisho ni cosmopolitan. Nikisimamisha sahi hawa watu hapa, kila mtu hapa hapa, lakini yule akisimama tu, sasa mimi na shindo ni mimi nilikuwa naona kwa Mombasa, na siku ile alikuwa anasema shares hiyo watu ya Mombasa ya yenu ni kidogo. Alikuwa ukambani, anasema kura yenu haijai, sijui nini Alikuwa wapi, anasema mbona umepea watu pikete mingi na wao kupiga kura? Sasa sasa, <laughs> anazunguka huko. Mimi nataka niwahakikishie, wewe Samenya na wewe kwa Munyoro, Mr. Dorgas, tutawanyorosha asubuhi na mapema, ndio muende ICU. Sasa wacha hiyo, mna mna mna pia na kura tutajaza. Hii kura hii tutajaza, msijali. Kura itajaa, si itajaa, kwani haitajaa? Na nyinyi mko mnafanya kazi gani? Tutajaza na mawe, tutajaza kura, na kura itajaa. Ehe. Sasa wacha kusema ati o, Sudi alisema kura iko imejaa, tutajaza. Si tutajaza? Ehe. Kwani tunazunguka kila siku kufanya nini? Si ndiyo tuna, tunaendelea? Ehe, tutajaza. Na msitutishe sana ati o, you want one time. Hata tukienda one time, kwani nchi itakufa? Ehe, kwani nchi itasimama? Siku ile corona ilikuja ikasimamisha dunia nzima, si ilisimamisha for sometime?

mama tu hiyo siku ile, ukijua ma tege tu kabila kabila, tuwache hiyo. Tu ndiyo naombanga kila siku. Siku ile utakuwa ukisimama, ukijua wewe ni msalendo, wewe ni Mkenya, tutaenda mbele sana. Sisi wote kwa pamoja tutaenda mbele. Asante sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana.